Babul arkani swala huu ni, ni mlango wa nguzo za swala. Huu ni mlango wa nguzo za swala arkanuha 13 nguzo za swala ni kumi na tatu. Alawalu nia ya kwanza ni kunuia, makuruna tania yenye kukutanishwa bijuzi min takbiratil ihram, na fungu la takbira ya kuirimia maana ile fungu la mwanza waanza kuirimia pale wathani alkiamu filfardi lilkadiri alaihi, nguzo ni nikisimama kwa mwenye kuweza joke kusimama. Wamaana ajazanilkiam na mwenye kushindwa na kisimama, swal lajali jalisa, ataswali hala y kukaa. Faina ajazaniljulusi akishindwa na kukaa, iltaja atalala ubavu anjbala, lakini ataelekea kibla biwajihii, kwa uso wake wa mukaddami badanihi na mbele ya uso wake uelekee mbele. wa yukrahu an yaltaji ala jambi al aisari, na ni makuruhu kulala juu ya ubavu wa kushoto ubavu wa kushoto, labda kwa kuna udhuru sawa. min ghairi udhurin, pasi na udhuru kwa na udhuru sawa. fa ina ajaza an itijahi, akishindwa na kulala ubavu wa kuume wa kushoto, istalka ala dhahrihi atalala chale juu ya mgongo wake, atalala chale juu ya mgongo wake. Wajibu alaihi an yarfa rasahu, na kutapasa juu yake kunyanyulia juu kichwa chake. Bishaiin, kwa kitu, akiweke kitu juu hivi, ili kichwa kiwe juu. Yastakbil alkibla, aliyastakbil alkibla, ili aweze kuelekea kibla, maana uwe juu kidogo, uso waangalia kibla Sawa, liyastakbila alqibla ila yasgu ila kibla, biwaji kwa uso wake, wa ayaji lisalimu kuwa wa sujud, na akai kwa ajili ya kukui na kusujudi. In amkana hu dhalika, likimwelezekania yeye hilo, in amkana hu likimwelezekania yeye dhalika hilo. Fa ina ajaza, akishindwa, ashara bi rasihi, atashiria kwa kichwa chake. Fa ina ajaza, akishindwa, ashara bi rasihi, atashiria kwa kichwa chake faina ajaza akishindwa ashara bi ajfanihi ataashiria kwa kope zake. Faina ajaza ajira atazipitisha nguzo ajira arkana swala, atazipitisha nguzo za swala ala kalbihi ya moyo wake. Faina ajaza akishindwa ajira atazipitisha arkana swala nguzo za swala ala kalbihi wa moyo wake, wa fi jamii zalika na katika yote hayo layankusumina ajrihi hakitapungua katika malipo yake shayun kitu chochote. wakijamii dhalika nakaa hayoyote la yankusu hakitapungua minajiri hii kutoka kwenye malipo yake hakitapungua shayun kitu chochote. Wa juzu lilkadir, kuna juzu kwa mwenye kuweza anyuswali anafla kuswali sunna kaidani hala ya kukaa, ina juzi ni jaiz wa multaji ana kulala ubavu pia, yawezekana madam ni sunna, lakini thawabu alqaidi, lakini thawabu za mwenye kukaa nisfu sifu thawabu alqaimi, ni nusu ya thawabu za mwenye kusimama. Lakini thawabu alqaidi, thawabu za mwenye kukaa nisfu sifu thawabu alqaimi, ni nusu ya thawabu za mwenye kusimama. Wa thawabu almultaji, na thawabu ya mwenye kujilaza ubavu nisfu sifu thawabu alqaidi, ni nusu ya thawabu za mwenye kukaa. Wa thalithu ya tatu, takbiratul ihram ni takbira ya kuirimia. Wa thalithu na yatatu, nguzo ya tatu ni takbiratul ihram, ni takibira ya kuilimia, ndio nguzo ya tatu ya swala. Wa taayanu fiha, na ina lazimu katika hiyo takbiratul ihram utamki Allahu akbar, shota mko jengine lote, sio kataja sifa ya Mungu Allahu samiun aiswihi Fala tasihu bighairi dhalika likadirin alaihi aiswihi, sokuwa tamko hilo kwa mwenye kuweza juu ya kutamka tamko hilo. Wala ajizu anhu, na mwenye kushindwa na kusema Allahu akbar, kama yupo yati bimakadara alaihi, ataleta lile ambalo analiweza. Wala bighairi l arabia, sema Mungu ni mkubwa yatosha. Wasuna na sunna

nguzo ya nne ya swala ni kusoma fatiha bil masmala, pamoja na bismillahi fi kiami, katika kisimamo, likuli rakaa, kisimamo cha kila rakaa wal masbuku na mwenye kutanguliwa na imamu wake, yatahamaluha anuhul imamu, atambebea yeye imamu. Walmasbuku na mwenye kutanguliwa, yatahamaluha, atamchukulia anhu limamu imamu wake. Inkana ahla litahamuli, akiwa huyo imamu ni ahli wa kuchukua ni ahli wa kubeba, maana ni msomi anayejua fikihi vizuri, anayejua hiyo swala uzuri. Ndio imamu ambaye ni ahla litahamuli, la ni imamu tu muuza nazi atofaa wajibu tartibu lfatiha, na kutapasa kuipangilia fatiha. Wamualatuha, na kuifululiza watajudidu hurufiha, na kuisoma vizuri herufi za suratu lfatiha. Waajibu, ni wajibu katika swala tartibu lfatiha, kuipangilia fatiha vile vile bitanzili, ilivyoshuka kikurani. Wamuwalatuha, na kuifululiza watajwidu hurufiha na kusoma vizuri herufi zake, wa muraatu tashdidatiha na kuchunga shada zake, al arba ashara zilizo kumi na nne. Wa man ajaza anil Fatiha, na mwenye kushindwa na suratul fatiha, kara abadalaha atasoma badala ya suratul fatiha sab'a ayati minal Qur'ani, aya saba za Qur'ani. Fa in ajaza anil Qur'an, akishindwa kusoma Qur'ani, ataa bi sab'ata anwai ataleta namna saba minadhikiri za uradi. Ata, ataleta bisaba, ata, bisaba, ata anuwai namna saba mina dhikiri za uradi. Faina ajaza akishingwa uradi, maana yake ni wowote, dhikiri yoyote ambao namtaja Mungu. Faina ajaza akishingwa ani dhikiri na nakuleta uradi wowote, wakafa saakitan bikadriha. Atasimama hali ya kutulizana kimya, kiasi cha hiyo suratul Fatiha, kama bubu vile wala yutarjim wala hatufasiri kwa lugha ya Kiswahili, anha kuifasiri sura al-Fatiha hatufasiri. Yutarjim wala hatufasiri, anha kuifasiri sura al-Fatiha kwa lugha yoyote katika swala. Katika swala lugha inayotakiwa ni lugha ya Kiarabu tu. Zaidi ya lugha ya Kiarabu usilete lugha yake ya Kiswahili wala lugha gani, hakutakiwi. Sawa so, yakra sura, sura, min shay'an ba'da alfatiha ba'da surati alfatiha fi kulli rak'ati min salati athna'iyya, katika rak'a mbili. mm. na yake naelewa min athlathiya katika rakaa zile zenye nini rakaa tatu tatu, wa rubaia na zenye rakaa nne rakaa walhamisu, arrukuu ya tano ni kurukui makuruna tambi tumanina, hali ya kukutanizwa na kujituliza, hata hatta tastakira l ada mpaka vitulizane viungo, wa hata tastakira lada mpaka vitulizane vizuri viungo vyake walwajibu fihi an yanhaniya ni kuinama baada lfatiha baada ya surati lfatiha, hata tasila kafahu mpaka vifike viganja vyake ila rukubataihi kwenye magoti yake, vifike viganja vyake kwenye magoti inkana mutadil al-khilka, ikiwa ni mkatikati wa umbo si mfupi mfupi kama mzee Kibwana wa sunna. Ni sunna an yusawiya fihi dharahu aulinganishe sawasawa mgongo wake katika hiyo rukuu, mgongo ulingane sawa waunuku huo na shingo yake, kaswa hii fatini, kama ubao uinawe paka mgongo ulingane sawa huo, wayansi basakai, na ainyooshe aisimamishe vizuri miundi mi, mi yake, wayahudha rukbataihi, akamate magoti yake mawili biadaihi, kwa migono yake miwili maatafiriki aswabiha pamoja na kuvitawanya vidole vyake visikunje wa yakulu fi atasema, katika urukui, wa yakula fi atasema fihi subhana rabbi aladhim wa adina kama ali thalath marati uchache wa ukamilifu lete hizo subhana rabbi aladhim mara tatu waweza kuzidisha ukitaka, naelewa. Wa sadisu al intidalu, nguzo ya sita ya swala ni kuitadili. Kuitadili kutoka kwenye nguru kui pale kusimama pale, makuruna tabitumani na ale kukutanizwa na utulivu hata tastakira laalahu, mpaka vitulizane viungo. Walwajibu fihi liwajibu ndani yake, anyauda baada rukui arudi baada ya kurukui, lima kana alehi pale ambapo alikuwa alikuwajue hapo kablahu kabla ya kurukui, arudi pale kwanza, ndio itidali yenyewe. kwa wa sunani suna anyakula fi hali wa fihi katika hali ya kunyanyukia kake kwenda kwenye itidali, arukui mina asimama mina ruku toka kwenye kurukui pale, asimama kwenda kwenye itidali, atoka kwenye kurukui pale sawa, aseme sami allahu liman hamida sami allahu liman hamida. Fa idha tadala, atakapoitadidi yakalingana sawa, kala sema rabbana lakal hamdu. Na hii sio dua, hii ni tasbihi tu, ni sifa tu hizi, umeelewa? Kwa yaknuta akunuti fi itidali rakatil akhira, katika kuitadili raka mwisho mina subu ya swalati subuhi, kula yaumin, kila siku, wa minalwitiri, na kutoa kwenye witiri, fi nisfi thani, katika nusu ya pili, min ramadhan, ya mwezi wa Ramadhani wasabi wa asujudu marratain, ni kusujudi mara mbili, makuruna bitumanina, kwenye kukutanishwa na kujituliza. Asujudu asabi ya saba, asujudu marratain, ni kusujudi mara mbili, makuruna bitumanina, hali ya kukutanishwa na kujituliza. Ustatu fihi an yasjuda asujudi ala jabhatihi juu ya jabalaki la usu, makushufatan, lenye kuachwa wazi, lenye pala usu waala ya rukubataihi na juu ya magoti yake mawili, ndio sehemu za kusujudia. Waala wajuzi na juu ya fungu lolote mimbutuni ya daihi, kutoka matumbo ya vidole vyake, butuni, matumbo ya vidole vyake sawa na mikono yake, sawa mimbutuni aswabi kadamaihi, wajuzi na fungu jingine, mimbutuni ito kwenye matumbo ya aswabi kadamaihi, ya vidole vya miguu yake miwili zile sehemu ya ndani, huu ndio mwenye matumbo humu humu, na vidole vya miguu hivyo hivyo. Wayarfa asafilahu, akunyanyulie juu ya kiwiliwili chake kule juu, umeelewa. ala alihi juu juu juu ya chini ya ya, juu ya, juu ya wa wayarfa, akunyanyulie asafilahu, kule chini yake, huku kiunoni, ndo kuko chini ukisimama sasa. Ukisujudi kiuno kiwe juu, kichwa kiwe chini, ala alihi juu yake eh yatathakala wayatathakala vilevile ap, ajigandamize, apate uzito bila asifu kichwa chake, kile kichwa kipate uzito, hata husa mpaka ahisi bithakili uzito nilisuna, yake, sujudi, ala, ala, hamdihi, wa sunna ni sunna, anyasjuda ala anfi, kusujudu juu ya pua yake pua yako uisujudie, ndio sunna ili suna ili japala uso nata lio chini, wa kula fi sujudi subhana rabbiyal ala wa bihamdihi wa ajnal kamali

E Bwana wangu nisamee mimi na unirehemu, warfani uniyeule juu daraja wajuhurni, na uniunge mimi na ndugu zangu na waislamu wengine, waruzuku ni na uniruzuku ruzuku wadini, na uniongowe waafi ni na unisamee waafuani, na unionoleni ya chukiyayo watasiu. Aljulusul akhir ni kitako cha mwisho Alladhi kitako ambacho yusallimu akibahu, atatoa salamu nyuma ya kitako hicho. Yusallimu akibahu, atatoa salamu nyuma ya kitako hicho ghaliban, anatoa salamu ghaliban, mara nyingi. Wala ashiru nguzo ya kumi ya swala kiraatu tashahudi fi hadha ljulus, ni kusoma tashahudi katika kitao hiki wal ashiru nguzo ya kumi ya swala kiraatu tashahudi ni kusoma tashahudi fi hadha aljulus katika kitako hiki cha mwisho wa wahuwa atahiyatu ila wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah mpaka ukasema ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Wal hadi ashara nguzo ya kumi na moja aswalatu ala nabii ni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam fi hadha aljulusi aida katika kitako hiki hiki vile vile, baada kiraati tashahudi, baada ya kusoma tashahudi, wa akaluha na uchece wake, allahumma sali ala Muhammad wa akmaluha madhkurun, na ukamilifu wake ni wenye kutajwa filmutwawalati, katika vitau vyenye kufunguliwa maneno. Wa thani ashara taslimatu lula ni salamu ya kwanza, walwajibu fiha assalamu alaikum, ni kusema assalamu alaikum wa sunna, Ayazida wa rahmatullahi ili usuna aaaa a waamala ni kuzidisha neno ni sunna. Wa yusallimaha asalimie, hiyo salamu alalyamini, upande wa kuume huku, ma kulli taslimatin ah, wa yusallima ba'daha na asalimie, baada ya salamu ya kwanza upande wa kuume wakuume, taslima tathania, salamu ya pili, ala shimali, upande wa kushoto, wa washt ageuke fi kulli taslimatin, katika kila kutoa salamu, ila jihatiha aileke upande wake. Kama ni kuume uelekee kuume, kama ni kushoto uelekee kushoto. Na huku kuume bara nyingi unawakusudia malaika na aezao ma unaoswalina huku, naelewa kwa thalitha ashara ya kumi na tatu tartibul arkan ikuzipanga nguzo ala hadhihi al wajhi al madhkur, juu ya njia hii yenye kutajwa athalith ashara tartibu larkani la kuzipanga nguzo ala hadha lwajhi lmadhkur juu ya njia hii yenye kutaja. Tumalize fasulu ndogo misho. Faslu wasunanu lfaraidi na suna za faradhi. Ile faradhi ina suna zake. Thintani waishiruna rakat ashara. Meelewa ni rakaa ngapi? ishirini na tatu? Meelewa wasunanu lfaraidi suna ambazo zinaandamana na faraid thintani ni mbili thintani wa ishiruna raka sawa sawa thintani wa ishirini ni raka ishirini na mbili thintani wa ishiruna raka ni raka ishirini na mbili ashiru minha mbili. mbili kumi katikazo mwakadatu ni suna zenye kukokotezwa nyuma ya swala ya faradhi ndio suna lulfaradhi suna zinazoswaliwa nyuma ya faradhi eh? ni rakaatani elewa, kabla subuhi ni rakaa mbili kabla swalati subuhi, na hii ni vizuri kuiswali nyumbani. Warakaatani baada dhuhuri, hii ni vizuri kuswaliwa msikitini, warakaatani baada warakaatani baada almaghrib, warakaatani baada waraka baada al isha wa thina taashara na rakaa 12 muakkada zenye kukupotezwa mno tu wa rakatani kabla dhuhuri, wa rakatani baada ziadatani, uzidisha hali ya kuzidisha alal muakadati, juu zile zenye kukupotezwa. Wa arbaun kabla alasiri ni suna iliyojipwekesha peke yake hii. wa huwa afdal, ni suna bora. jamii sunani, ya suna zote, suna zote za swala zinashinda. na swalatu lwitri, swala ya usiku ile, na washinda wengi. waakaluhu rak'atun, uchache wake ni rak'a moja. wa aktharu ihda ashara, na wingi wake ni rakaa 11. waadna lkamal, chini kabisa uchache wa ukamilifu, thalathu rak'ati, rak'a tatu. wala tasihu filuhu hakusiku kuiswali salatul witri illa baada salati nin illa baada salati isha illa baada salati isha. Wayamtadu waqtuhu, na unarefuka wakati wa salati alwitri ila tuluu alfajr sadiq, mpaka ule muda kuchumbuka alfajri ya kweli kwenye kumi kumi huko. Wa ajrajuhu na kuitoa kwake an waqtihi bila udhuri, basi na udhuru wote ni makuruhatun 10 na nusu kwenda mbele huko, sana makuruhu watarkuhu kuiacha bilkulia kabisa, ashadu karaha ni umakuruhu mno kuiacha swalatulwitri mtu kuswali usiku. Inshallah mnyazingu tuwafikishe kuidumisha swala hii swalatulwitri ila yaumidini. Inshallah, inshaa Allah, walhamdulillahi rabbil alamin.